wakiwa na wastani wa jumla ya watu laki tano na elfu 25 taifa la Cape Verde limeweka rekodi ya kuwa taifa la pili kwa udogo zaidi nyuma ya Iceland kufuzu kuelekea kwenye kombe la dunia mwaka 2026 na kuwacha wababe kama Cameroon waliokuwa nao kundi moja wakisubiria mchezo wa playoff ili waweze kufuzu kuelekea michuano hiyo ya kombe la dunia baada ya michezo kumi ya awali, Cape Verde wamejikusanyia jumla ya alama 23 kwenye kundi D lenye timu kama Cameroon Libya, Angola, Mauritius na Eswatini. Na timu hiyo imepoteza mchezo mmoja tu dhidi ya Cameron, tena mchezo wa kwanza ambao ulichezeshwa na mwamuzi wa kitanzania Ahmed Arajiga, kabla ya kushinda mchezo wa pili wa marudiano ambao ulipigwa nchini Cape Verde. kati ya wafungaji bora wa wa kundi hilo mpaka sasa kati ya wafungaji bora wa wa kundi hilo mpaka sasa, ambalo lina jumla ya wafungaji bora watano ambao wote wana magoli manne, akiwemo nyota wa klabu ya Manchester United Brian Mbeumo nchi ya Cape Verde nao wana mchezaji ambaye yupo katika wachezaji hao ambao wana magoli manne, ambaye anaitwa Dylon Livramento, naye ana mabao manne sawa kabisa na Mbeumo, pamoja na nyota mwingine wa Cameroon Vincent Abubakari. Lakini kwenye renki ya FIFA Cape Verde wanakamata nafasi ya sabini, na kinachowabeba hasa ni ile sheria yao ambayo inaruhusu uraia wa nchi pacha. Lakini kati ya wachezaji wengi ambao wamesaidia Cape Verde kuelekea kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 wana nyota 20 ambao wamewahi kuitwa katika timu ya taifa ya Georgia. Japo watu wengi wanaamini kwamba kwa kuwa nchi hii ipo karibu sana na nchi ya Ureno, lakini pia kwa kuwa lugha yao ni lugha ya Kireno, basi wachezaji wengi watakuwa wanatokea Ureno lakini hapana. Wachezaji wengi ambao wamesaidia nchi hii kufuzu wamechezea timu ya taifa ya Georgia. Mpaka sasa ni jumla nchi tisa tu kutoka Afrika ambazo zimefuzu kuelekea michuano ya kombe la dunia mwaka elfu mbili na ishirini na sita, ambazo ni Ivory Coast, Senegal, South Africa, Cape Verde, Ghana, Algeria, Egypt au Misri, Tunisia pamoja na Morocco. Ila kwa ujumla timu ambazo zimefuzu kuelekea michuano hiyo ya World Cup ni pamoja na wenyeji ambao ni Canada, Mexico pamoja na Marekani. Nchi nyingine ambazo zimefuzu ni Japan, New Zealand, Iran, Argentina, Uzbekistan, South Korea, Jordan, Australia, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Morocco, Tunisia, Egypt, Algeria, Ghana, Cape Verde, Afrika ya Kusini, Qatar, England, Saudi Arabia, Senegal pamoja na Ivory Coast. Hizi ndio nchi ambazo mpaka sasa zimefuzu, lakini rekodi kubwa imewekwa na Cape Verde, nchi ambayo ina jumla ya watu kama laki tano na elfu ishirini na tano hivi kwenye sensa yao. Kwa hiyo wametuacha mbali hivi sasa, na ukiangalia kwenye renki ya FIFA wanashika nafasi ya sabini. Tanzania sisi bado tuko kwenye mia moja na